ingine fanya maombi. Aa, kutokana na hiyo ndoto uliyoota fanya maombi, kama ni ndoto mbaya, kataa ndoto mbaya. Kama ni ndoto nzuri, unahakikisha kwamba ndoto hii nzuri haitakaa ibomolewe, haitakaa itenguliwe, haitakaa e, ibaki pale, lazima ilete matokeo kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nadhani niendelea ni, ni, ni, ni kukusisitiza kwamba wewe unanifuatilia muda huu, unanifuatilia wakati huu, kwamba ni wakati wako sasa kujua kwamba nini cha kufanya, kwamba ndoto mbaya haijawahi jenga, ndoto mbaya haijawahi mpeleka mtu hatua nyingine, lakini ndoto nzuri inakupeleka vyo vingine ndoto nzuri na kupeleka viwango vya juu kwao. Kuna sababu ya wewe kuchukua hatua sasa kwa ajili ya kushughulikia eneo la ndoto. Kwa nini ni ndoto? Mungu anasema na mtu kupitia ndoto, shetani anasema na mtu kupitia ndoto, lakini hata majukumu yako au shughuli za mwili inaweza kaongea na wewe kupitia ndoto. Sasa nini cha kujua, ni muhimu sana utambue kwamba ndoto za Mungu ni zipi, ndoto za adui ni zipi. Lakini pia ndoto za adui ni dairi kabisa inaonekana. Ndoto za adui ni kama vile ndoto za kifo, sio ndoto nzuri hiyo. Lakini ndoto za Mungu ni zile ambazo zinakupa addition, inakupa kitu ambacho kinaongezeka, jambo linaongezeka, inakupa kitu ambacho ni promotion, inakupa matokeo mazuri. Hizo ni ndoto za Mungu, lakini unahitaji kuwa makini sana kati ya kitu ambacho utakiu sasa kupoteza muda ni, ni swala la ndoto. Ndoto inaweza kukuletea matokeo mazuri. Lakini ndoto pia inaweza kukuletea a matokeo mabaya.